TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na wadau wa kamati ya uhakiki ya wilaya ya Nyamagana wameokoa wame kiasi cha shilingi milioni 706 elfu 220 kutokana na uhakiki na udhibiti uliofanyika kwenye utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza mwaka kwa mwaka 2024 2025. Katika uhakiki huo, vikundi 41 havikukidhi vigezo ambavyo mikopo yake ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia saba. Vikundi hivyo vilibainika na makosa mbalimbali mbali, ambayo ni moja, kuomba mkopo kwa miradi hewa Pili, kuwasilisha kwa kamati vielelezo vya kugushi, mfano proforma invoice na mikataba ya uongo ya maeneo ya kufanyia biashara. pia, wa kuwasilisha be... pia waliwasilisha bei za juu za vifaa kuliko bei ya soko, kutokuwa na maeneo ya kufanyia biashara, lakini pia kuomba mkopo kwa ajili ya mradi wa mtu binafsi au familia. Kwa upande wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imeokoa kiasi cha milioni kumi na saba mia tatu sabini na mbili elfu mia saba na nane na senti sita na, na kuziwasilisha Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maana ya TRA. Fedha hizo ni za malipo ya kodi ya zuio kutokana na utekelezaji wa miradi kwenye sekta ya elimu iliyofuatiliwa katika kipindi tajwa hapo juu. Aidha, TAKUKURU imefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo 23 yenye, yenye thamani ya shilingi bilioni 11365 milioni 445543 na senti 41. Miradi 20 yenye thamani ya bilioni tisa 84 milioni 158751 na senti 43 na, na imekutwa na mapungufu madogo madogo na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kuboresha miradi hiyo. Ndugu wanahabari, TAKUKURU mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza imeokoa kiasi cha milioni 64 ambazo ni malipo ya wachimbaji wadogo wa madini kutoka kwa mwekezaji wa kampuni ya LOHT, Mining Cooperative, Corporation Limited. Mwekezaji huyu aliingia mkataba na kikundi cha Nyabayombe ambao ni wamiliki wa eneo la mgodi lililopo katika kijiji cha Nyabayombe wilaya ya Msungwi ili kuwalipa fidia ya kuwaondoa wamiliki wa maduara katika eneo hilo. TAKUKURU baada ya kuchunguza kwa kina, imefanikiwa kuokoa kiasi hicho cha shilingi milioni 64 ambacho kimesaidia wamiliki hao maduara kulipwa stahiki zao. Pamoja na mafanikio hayo, katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025 upande wa uchunguzi na mashtaka, taarifa 88 zilipokelewa. Kati ya taarifa hizo, taarifa 68 zinahusu rushwa na taarifa 20 hazihusiani na makosa ya rushwa. Taarifa zinazohusu rushwa, uchunguzi umeanzishwa na ziko katika hatua mbalimbali za uchunguzi utekelezaji wa programu ya TAKUKURU rafiki. Programu ya TAKUKURU rafiki imesaidia ukamilishaji wa ujenzi wa matundu 19 ya vyoo katika shule ya msingi Sabasaba iliyopo katika kata ya Iremera, wilaya ya Iremera, mkoani Mwanza ujenzi wa kwavyo hivyo ulichu, ulichukua muda mrefu bila kukamilika kwake, hali ambayo ingeweza kusababisha kutokea kwa vitendo vya rushwa mathalan fedha kuchepushwa na miradi kutokamilika kwa kiwango kinachokusudiwa. Aidha, kupitia programu ya TAKUKURU rafiki kero sabini ziliibuliwa katika kata mbalimbali, na kati kat ya kero hizo, kero 45 zimetatuliwa.